Usiwe na mazoea na Mungu aliyekuumba. Usiwe na mazoea na mchungaji wako anaosimama mbele yako kukuhudumia. Usiwe na mazoea na mume. Haya mambo matatu usimzoe na Yesu atusaidie sana. Mazoea yameleta shida sana kwenye kwenye nyumba nyingi, watu wanaishi lakini unafikiri wako kwenye si kwenye kusimu ndogo. Shida kweli, sababu mazoea, tunakuwa na mazoea ya kupitiliza, alafu na mdharau mwanaume. Nisema kwamba kwa huyo mwanaume ndio mzalao wewe, kwa watu wengine ni dhahabu. Yesu atusaidie. Amina. Jamani Yesu atusaidie. Kwa hiyo usimzoee Mungu, usimzoee mchungaji wako wala usifanye mazoea na mume wako. Mwisho kitabu cha Wafalme sura ya tano, Wafalme wa pili sura ya tano. Tuone huyu bwana alikuwa na mazoea na Mungu alafu akawa na mazoea na nabii kwamba Mungu anaweza kuponya kupitia maombi, lakini kumbe Mungu ana njia nyingi sana ya kumsaidia mtu. Mungu hana njia moja, njia zake ni nyingi, mawazo yake yako tofauti. Unaweza ukamwona Mungu anakuja kwa sura hii, kwa mawazo yako, akaja kwa njia ambayo hukutegemea kabisa. Huyu ndiye Mungu ambaye huwa hazoeleki. Amen, imeandikwa hivyo. Naye Elisha akampelekea ujumbe huyo, alikuwa ni Naaman, akasema, enenda ukaoge katika Yordani mara saba na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Sura ya kumi na moja. Lakini Namani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, analidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Huyu bwana alikuwa na tatizo ambalo limetajwa hapa kwenye Biblia, tatizo la ukoma, na alikuwa ni mtu mkubwa sana. Na tabia ya ukoma huwa inashambulia maeneo ya mikono na vidole. Baada ya kuonewa huruma na miti moja akampa maelekezo, ukienda Yerusalemu au Samaria, ukikutana na nabii moja tu, atakuombea, utapokea uponyaji wa wow. Akatoka huko Shamu kwa lengo la kwenda kuombewa na nabii aliyetajwa na binti huyo. Alipofika, nabii akatuma mjumbe, wala hakutoka yeye mwenyewe akamuombea, akatuma mjumbe. Nenda ukamwambia yule bwana aliyekuja na mafarasi na heshima kubwa, mwambie hivi, anyoke aende ashuke mpaka Jordani, alafu akajichoe akaoge na mwili wake, nyama ya mwili wake itakuwa safi. Tumaini Yesu apewe sisi. Alikubali. kwa nini? Mazoea. Alijua tu akifika atambiwa pole Elisha alijua kwamba ugonjwa huu sio wa maombi. Tuseme amen. Amen. Unajua kuna vitu vingine sio mpaka tuombe. Mgogoro wa ndoa ya mtu na mtu sio eh, sio maombi. Ukisema nina shida mchungaji naomba niombe ndoa yangu na mgogoro tutaomba mgogoro utakuwa pale. Pale pale. Kushida zingine sio mpaka maombi. Nenda kaombe akakataa hasa, baki na ugonjwa na ugonjwa, simekataa paka. Watu wakaanza kumsihi. si angekwambia jambo lolote? si ungetii tu, nyenyekee ili ukapokea uponyaji. Kuoga tu, kuna shida gani? Akasema hapana, hata kwetu kuna mito tena, maji ya kwetu ni mazuri kuliko haya ya mto. Ni mgonjwa halafu ni mbishi <laughs> Bwana Yesu atusaidie. Unaukomba halafu ni mbishi kweli. Mpaka baadaye kwa kusihiwa sana akakubali kushuka alafu akaenda akaoga kama neno la nabii lilivyotamka. Safari ya kwanza hakuona kitu, ya pili, ya tatu, ile aliyosema ya saba akashangaa, mwili mzima unakuwa kama mtoto mchanga. Jamani, sikuseme amen ya yeah. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu, haleluya, haleluya, haleluya. Angebaki na mazoea yake angeenda na ukoma, lakini alimwacha kwenye maji sababu nabii anajua kwamba sio maombi hapa, kinachotakiwa ni kuoga tu. Nataka ndoa za wetu wengi waokee okay. sema anena Bwana Yesu asifiwe, itapona kwa maji ya Jordani, na maji ni mafundisho ya neno la nani? Piga makofi yenye afya kwa Bwana Yesu ni hai. Acha mazoea, kila unachotakiwa kufanya wewe kama mama, isimamie vizuri nafasi yako Mwone mume wako ni mtu wa thamani kuliko wanaume wote duniani. Tuseme amen. yeah. yeah. Kuliko wanaume wote yeah. Hata kama ni mfupi, si mume wako, shida ni nini? Vidole vyako imeliwa na ugonjwa ukoma. Ndio maana unaona uvivu wakupokea alichokuletea. Paka unatuma nini Baba jamani, naomba tubariki Bwana Yesu asaidie. Mikono yako ina kazi gani, mpaka wachie watoto wapokee? Baba anayekupa heshima duniani. Hata wasomi hao, naewaona hao, kwenye madigiri yao, kwenye swala la ndoa wamekwama sana, yaani ni migogoro mikubwa mno, mwalimu na mwalimu wote wana elimu na wote wana mshahara, lakini kwenye ndoa shida. Hapa kariki, usiwe na mazoea. Kwenye swala la ndoa ni swala la msingi sana. Unajua, sikiza nikwambie, Mungu anachokiangalia huwa anaangalia ndoa na kanisa ni ndoa na ndoa ndio nini? Ndio kanisa. Kaa ukijua hivyo nasema yeye ni Bwana wa harusi sisi ni bibi gani? Jamani, Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kanisa au ndoa zikipona vizuri wazee wakirelaksi wakikaa vizuri kabisa utaona tu matokeo. Mtu na mtoto wala mjukuu kumpokea baba mtu amekuja na zawadi. kama hujui kukimbia mwambie Mungu vidole hivi vipone kwanzia leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Niacho na ukoma. Bana mwenye ukoma hawezi kukimbia. Tabu cha matayo echa Yohana tano. Hebu tuangalie Yohana tano hapo. Mara nyingi sana mtu akipata watoto anajua hawa ndio wanajua. Watoto hawajui chochote. Hawajui. Alafu na pia wanakuta wanakuta wanakuangalia wewe. Yohana tano kumi na tisa. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amwona baba analitenda, kwa maana yote atendayo ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana. Vile ni Yesu anasema, mtoto hawezi akafanya jambo lolote lile mpaka akuone wewe unafanyaje. We Kwa hiyo wewe ni mwalimu kwa watoto. Mama, unapopika Hey, walasemeulike jikoni, kuna mtu anakutazama pale, ni mtoto anakuangalia vizuri. Unachokipika unakipikaje? Unaanza na nini? Jamani, nataka mambo ya kesa sawa sawa, sikuseme amina. Sema amina kubwa kabisa, haleluya. Kuna watu wanakuangalia pale, watoto wako wa kike wanakutazama huwa anaanza na nini? Anaanza na kuwasha moto, alafu anakuwasha moto, anaweka maji Anafanyaje? Kwanza anachukua nini? Hatimaye unakata mgani? Unatenga mezani kabisa, unamkaribisha mzee kwa watoto kesho utakuta na wao wanafanyaje. Sio unapika kule, wameona wapi? Imani Yesu wapewe sisi. Unakuta na mboga zimetengenezwa za majani, wametengeneza majani pale, wameumba umba, wameponda ponda. Alafu anakuambia baba, karibu nini? Mmeelewana wapi? Kwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Anapika kabisa anafanya na yeye mazoezi. Anachukua mchanga, weka na maji, anayatafuta kabisa maji yalipo. Atakuambia tu hata kama ni shida. Kwa sababu yuko kwenye mtito mbili msari ule mtatu anasema hi hivyo vivyo hivyo, kuna wazee wa kike. Sikiliza kwa makini hapo, na wazee wa kike wawe na mwenendo, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili. Sikiliza, ili wawatie wanawake vijana akili, ili wawatie wanawake vijana akili, wapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa na, na, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani kwao, kwa kwa kuwa wema, kuwatia waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisi Jamani, ndivyo maandiko yanavyosema, yeah, yeah. Wanawake wazee wawatie wanawake vijana akili wawapende waume zao jamani. Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi sana yameelezwa pale, habari usafi, na mwenendo mzuri na kila kitu. Niguse tu kidogo, neno hili litakusaidia pia. Mwanaume anapoenda kukuchumbia, akimwangalia binti huko nje kitu ambacho huwa anakiona ana, ana, kwa binti yule anajua kwamba huyu nenda kumtumia ana akili sana. Sijaeleweka bado? Bwana Yesu atusaidie sana. Mwanaume huyo tunajijenga mwana hivi, unapomwona binti anatembea kule, yuko safi, yuko vizuri, unajua ana akili. Nikileta nyumbani huyu kwa akili yake aliyonayo, hii ni maisha yangu yataenda. Tumsema amen. Nani? Utaona tu kama huyu ana akili au hana, yani ukisema, akishaingia tu nyumbani asubuhi, anaamka anasema vitu vyote na mashamba na ngombe zote, zote ni za kwangu. Kila kitu kilichokuwa hapo anajimilikisha yeye mwenyewe. Asubuhi ya kwanza ya juma tu akiamka tu tayari kila kitu ni chake. Cha kwanza ili mwanaume atakuwa atamkosoa huyu mwanamke ambaye alikuwa na msiku kama na akili. Cha kwanza kwa namna hii, Biblia inasema kwamba awe nausa akishazoea mazingira sasa. E, ule ujelogeni umeisha, anachukua nguo chafu anaziloweka kwenye beseni kubwa, kwa sababu mikono yake vidole vyake havina nguvu ya kuosha ya kufua, vile vile nguo anaziweka kabisa uvunguni. Sasa mwanaume kwa sababu haupo muda mrefu, ukija, akija mwanaume sasa. Mm, siku ya kwanza utaelewa si sawa fulani. Siku ya, ya pili unaweza mm. Siku, pili siku ya tatu inakuwa inazidi, si sawa? inabidi unakutana na wale enzi wadogo wale wakuambia hana akili mke wako Nilikuwa na shida na kazi nyingi kazi nyingi, mpaka mezi zangu si ziziweke pale kule, basi kule mbali kule zilizilete harufu huko ndani. Jamani, Yesu atusaidie, Bwana. <laughs> Yesu asiniwe. Akina mama wakubwa watakiwa watie mapenzi akina mama mbijana, akili ya kuwa na usafi pia, amen, na kuwapenda waume. Akija kuwa na mazoea tampenda mwana kwanza. Tuombe. I love you Ee, mambo mengi tu wanaongeaga huko. Wanajua wenyewe lakini mwisho wa siku unaona ile hela inafanyaje? Inapungua kabisa. <yerde> Labda nikuulize swali la maksudi tu, nzuri nzuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana na wanandoa wanapigana, alafu wanapigana hadharani, na ukawakuta wanandoa wawili wanacheza pamoja nje Yani, wanacheza paka kule kwenye lami, wanarudi, wanaenda kwenye katani, wanarudi, wanaenda si wapi, wanarudi na hawa wanapigana kabisa. <laughs> <laughs> Hawa baba <wano cheza? laughs> Unataka kuwasaidia kina nani? Yeye ni mwalimu, ni baba yangu. Kati ya wanaocheza na hawa ambao wanapigana, wapi watadumu kwenye ndoa? Wanaopigana maana watapata nini? Suluhu, tuko sawa sawa, watapata suluhu, acha kufanya tabia, si tabia nzuri. Lakini hawa wanaocheza, si watadumu kucheza tu na watu watasema hawa hawatachukua mwaka, wanaachana Kwa hiyo kuna kasoro nyingi ambazo zina zina zinamfanya huyu mtu. Mimi siona watu wengi tu wanafanya hivi

ni barua tosha ukikaa okay, vizuri haya. Leo yafundisha ukayafanyia kazi vizuri, mzee akakufurahia. Kinachotokea pale ni watu kukufuata, kukufu tu unakuwa na taji ya kutosha sana, lakini ukiendelea tu kulibomoa jina la mme wako Samweli mpaka watu wote wanajua, kumbe mme wako anaitwa Samweli.